Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne juma nine, juma la thelathini, kipindi cha kawaida mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya pili aya ya 19 hadi ya ishirini na mbili na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Luka sura ya sita aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na sita Karibu tusikilize injili. Yesu aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana Aliwaita wanafunzi wake akachagua kumi na na wawili miongoni mwao ambao aliwaita mitume: Simoni aliyemwita jina la pili Petro, na Andrea nduguye, na Yakobo na Yohane na Filipo na Bartolomayo na Matayo na Tomaso na Yakobo wa Alfayo na Simoni aitwaye Zelote na Yuda wa Yakobo na Yuda Iskariote ndiye aliyekuwa msaliti. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Ndugu zangu, leo Mama Kanisa anafanya sikukuu ya watakatifu Simoni na Yuda mitume. Katika somo la injili kwa siku ya leo tunaona jinsi gani Yesu alivyowachagua mitume wake kumi na mbili. Kwanza kabisa tunaambiwa kuwa alienda mlimani ili kuomba kabla ya kuwachagua mitume wake kati ya wanafunzi wake. Kristo alitambua ni kazi gani ambayo mitume wake waliitiwa, hivyo wanahitaji watu ambao wako tayari kuwa naye sambamba katika kueneza neno la Mungu kote duniani, na pia mitume hao wanahitajika kuweza kuendeleza kazi yake hata pale ambapo atakuwa amepaa kurudi kwa Baba. Kristo anatupa funzo kubwa la kumshirikisha Mungu ambaye ni Baba yake kabla hatujafanya maamuzi yoyote katika maisha yetu. Mara nyingi tunapata misukosuko, tunapata mkanganyiko katika kufanya maamuzi yetu. Basi Kristo leo anatualika tuweze kumshirikisha Mungu ambaye ataweza kutuongoza katika maamuzi ya kweli na ya ufahamu wetu. Kristo aliye Mungu kweli na mtu kweli anamshirikisha Mungu baba yake kabla ya kufanya uchaguzi wa mitume. Watakao msaidia kukamilisha kazi yaliyotumwa na Baba yake. Tujiulize ndugu zangu, ni mara ngapi tumefanya maamuzi katika maisha yetu pasi kumshirikisha Mungu? Mara nyingine tunapokwama katika mipango, itokanayo na maamuzi yetu, tunashindwa kuelewa nini chanzo, tunashindwa kupata mwarobaini wa tatizo hilo. Tunajilaumu wenyewe au kuwarushia wengine mpira kwamba ndiyo chanzo cha matatizo yetu. Tunasahau kwamba katika maamuzi tuliyoyafanya, basi tuliyafanya tukijitegemea sisi pasi na kumshirikisha Mungu. Katika uchaguzi wa mitume hao, Kristo anafanikiwa kuunganisha mitume wake ambao wanatoka katika maeneo mbalimbali na historia mbalimbali na wote wanaungana chini ya Kristo kuifanya kazi ya uinjilishaji bila kujali maeneo waliotoka na historia zao za zamani. Kristo anatoa funzo kwamba umoja wa kweli upo katika kumtumikia Mungu na katika kulitangaza neno lake, kama jinsi mitume walivyoweza kuwa na umoja chini ya Kristo. Tunaona pia juu ya kazi za kitume. Mitume hawa waliitwa kwa ajili ya kazi ya kueneza neno la Mungu kwa mataifa mbalimbali, ambapo mitume Simoni na Yuda ambao kwa namna ya pekee tunawakumbuka katika siku ya leo walifanya kazi hiyo kwa weledi. Mitume hawa Simoni na Yuda walifanya kazi ya kuinjilisha pamoja katika maeneo mbalimbali ulimwenguni bila kuchoka bila kuogopa na hata kufa kifodini. Nawaalika ndugu zangu, katika siku ya leo tuweze kumwomba Kristo kwa maombezi ya mitume watakatifu Simoni na Yuda, tuweze kuwa na umoja kama yeye alivyoweza kuunganisha mitume wake chini yake, na pia tuweze kutambua lengo la Mungu katika maamuzi mbalimbali katika maisha yetu. Ninakushukuru kwa kutafakari nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Samuel Alfonsi Kauki, wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!